Ujambo mwanafunzi, karibu kwenye somo letu la leo. Leo tunaenda kujifunza kuhusu Swahili punctuation marks and their use. Alama za uakifishaji na matumizi yake. Alama za uakifishaji ni alama ambazo humwezesha msomaji kusoma yaliyoandikwa kwa urahisi na kuyaelewa vilivyo. Ni alama ambazo humwezesha msomaji kusoma yaliyoandikwa kwa urahisi na kuyaelewa vilivyo. Punctuation marks are marks indicating how a piece of written text should be read and consequently understood. Kwanza kabisa, tuangalie umuhimu wa uakifishaji kabla ya kuanza kuangalia alama hizo. Umuhimu wa uakifishaji. Moja, husaidia msomaji kusoma yaliyoandikwa kwa urahisi. Husaidia msomaji kusoma yaliyoandikwa kwa urahisi. Pili, husaidia kuelewa matini yaliyoandikwa vyema. Husaidia kuelewa matini au yaliyoandikwa vyema. Tatu, husaidia kudokeza maana maalum ya maneno na sehemu za sentensi au tungo. Husaidia kudokeza maana maalum ya maneno na sehemu za sentensi au tungo. Nne, husaidia kuonyesha muundo wa sentensi usaidia kuonyesha muundo wa sentensi. Number one, kikomo, full stop. Kikomo huonyesha mwisho wa sentensi. Mfano, mama ameenda kununua mboga. Hapo mwisho tunaona kikomo. Watoto wamemaliza kula. Hapo mwisho tunaona kikomo. Kikomo hutumika kufupisha maneno kwa mfano badala ya kuandika bwana au daktari zikiwa refu tunaweza andika b na wa kikomo bwana Kamau au dakt kikomo daktari. Kikomo hutumika kuonyesha saa kwa mfano, nitaondoka kesho saa moja asubuhi. Wageni watawasili saa nne na dakika kumi asubuhi kikomo huonyesha sehemu isiyo nzima katika hesabu. Mfano, ukigawa tano mara mbili utapata mbili nukta tano. Kikomo hutumika kuonyesha senti kwenye pesa. Mfano, nauli ya kuelekea kwao ni shilingi mia mbili na senti hamsini. Karo ya ndugu yangu ni shilingi elfu ishirini na tano. Pili, kipumuo koma kipumuo hutumika kuorodhesha vitu zaidi ya mbili. Mifano: mwalimu aliwaambia wazazi wawanunulie watoto vitabu, kalamu, kifutio na rula. Kipumuo hutumika kugawa elfu katika nambari au tarakimu. Mfano: elfu moja ugawanywa moja kipumuo na sufuri tatu Kipumuo hutumika kugawanya mawazo katika sentensi. Mifano: kabla ya chakula cha jioni, mama alienda chumbani kupumzika. Pili, nikimaliza kufua nguo, nitaenda kumtembelea bibi. Kipumuo hutumika kutoa maelezo zaidi. Mifano: Naomi, mmoja wa wanafunzi wa Kiswahili, amepewa cheti na mwalimu mkuu. Kiulizi, question mark. Kiulizi hutumika kuuliza swali. Mifano: unaenda wapi? mtafua nguo lini? mama hupenda chakula kipi? Kiulizi, Question mark. Kiulizi hutumika kuuliza swali. Mifano: unaenda wapi? mtafua nguo lini? mama hupenda chakula kipi? Kiulizi huonyesha pengo limeachwa mahali kwenye sentensi. Mifano: asiyesikia la mkuu. Kiulizi huonyesha pengo limeachwa mahali kwenye sentensi. Mifano: asiyesikia la mkuu. Kinyota, star. Kinyota huficha herufi au silabi katika neno ili kupunguza ukali wa maneno yasiyo na nidhamu. Mifano: mama alisema, jirani ni neno ambalo linapaswa kuwa hapo ni mpumbavu, lakini tunaona kwamba ili kuficha ukali wa neno mpumbavu, tunaongeza vinyota. Kinyota huonyesha neno ambalo litaelezwa zaidi chini ya ukurasa. Mfano, babake alimweleza bibi alete nyanya mwezi ujao. Neno nyanya limekiwa kinyota na limeelezwa hapo chini, maana yake nafaka, aina ya mboga inayotumika kupika Kinyota huonyesha kwamba neno limeendelezwa vibaya. Mfano, Maria ameibuka msindi mara mbili. Kinyota kimetumika katika neno msindi kwa maana neno hilo linapaswa kuwa mshindi. Alama ya tano, mabano au parandesi, brackets. Mabano hutumika kuonyesha neno lingine lenye maana sawa. Mfano, bibi katika mabano, nyanya amelala kitandani. Neno bibi na nyanya yana maana sawa. Mabano hutumika kutoa maelezo zaidi. Mfano, mtoto wake kwa mabano, ambaye ni mwalimu, ameenda ng'ambo. Alama ya sita ni ritifa anapostrof. Ritifa kuonyesha herufi iliyoachwa nje au kufupisha maneno katika ushairi ili kutosheleza idadi ya mizani. Mifano, badala ya kusema nitakula kesho, mshairi anaweza kusema takula kesho. Ritifa hutumika katika kuonyesha udondoaji hasa katika nambari. Mifano, tunaweza kudondoa kumi na tisa kutokana na mwaka wa Elfu moja, mia tisa, tisini na tano. Tukaandika tu tisini na tano ambayo inaashiriwa kwa kutumia ritifa kwamba ipo nambari iliyoachwa. Ritifa hutumika kuendeleza sauti ya king'ong'o kwenye maneno. Mifano, ng'ombe, ng'ombe, ng'oa, ng'oa ritifa kuonyesha kinaya au maneno tofauti yanayowakilisha maana tofauti na maana yake ya kawaida au halisi. Mifano, rais wao mtukufu amewatishia maafisa wa polisi dhidi ya kuchukua hongo. Ukitazama neno mtukufu limetumika kinaya. Alama ya saba ni herufi kubwa Capital letters, herufi kubwa hutumika kuanzisha sentensi zote katika Kiswahili. Mfano, tazama sentensi, Maria ataenda shuleni kesho, imeanzia kwa herufi kubwa. Akiba haiozi, imeanza kwa herufi kubwa. Herufi kubwa hutumika kuanzisha nomino za pekee. Mifano, Nairobi, Kenya David Martin. Herufi kubwa hutumika kuanzisha nomino za pekee, mifano: Nairobi, Kenya, David Martin. Herufi kubwa hutumika kuonyesha mada au kichwa, mifano: kaka anasoma riwaya ya Chozi la Heri. Chozi la Heri ni mada au kichwa cha kitabu. Herufi kubwa hutumika kuonyesha maneno yaliyofupishwa Mfano, TUKI. TUKI ni neno lililofupishwa ambalo kwa urefu ni Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili. Baadhi ya maneno mengine kama hayo ni UKIMWI. Alama ya nane, kinukuu quotation marks. Kinukuu hutumika kunukuu kichwa cha kazi za sanaa kama vile nyimbo, shairi, riwaya, tamthilia na kadhalika. Mifano, Mwalimu alisema tununue kitabu cha tamthilia ya Kigogo. Pili, utendo wa fumoliongo ni mrefu sana. Kinukuu hutumika kunukuu usemi halisi. Mfano, tutatii sheria za mahakama. Askari alisema. Kinukuu hutumika kuonyesha kuchanganya ndimi. Mfano, mama alishinda tuzo ya the best cook mwaka jana. The best cook imechanganya ndimi na ndiyo maana imewekwa katika nukuu. Kinukuu hutumika kuonyesha kuchanganya ndimi. Mfano, mama alishinda tuzo ya the best cook mwaka jana. The best cook imechanganya ndimi na ndiyo maana imewekwa katika nukuu. Alama ya tisa, kistari kifupi. A small dash. Kistari kifupi hutumika kuunganisha maneno mawili. Mfano, bata na mzinga, bata mzinga. Kistari kifupi hutumika kuonyesha hadi au mpaka. Mfano, mia mbili mpaka mia tano. Kistari kifupi hutumika kuandika tarehe. Tazama mfano huo. Kistari kifupi hutumika kwa hesabu kama alama ya kuondoa. Mfano, sita kuondoa nne. Tunapata mbili. Kistari kifupi hutumika kuonyesha neno ambalo halijakamilika litaendelezwa katika mstari ufuatao. Kwa mfano, tazama ukienda sokoni ununue mayai ya kupikia mtoto. Ukiangalia neno kupikia alikutosha katika mstari wa kwanza. Hivyo nikatumia kistari kifupi kuonyesha kwamba neno hilo linaendelea katika mstari unaofuata. Alama ya kumi: Mkwaju. Mkwaju, a stroke. Mkwaju hutumika kuonyesha au. Mifano: mama au baba atapanda mahindi. Kaka au binamu atatumwa dukani. Mkwaju hutumika kuonyesha neno au fungu la maneno lenye maana sawa. Mifano: tutamtembelea bibi au nyanya kesho. Lengo au nia yangu ni kupita mtihani. Alama ya kumi na moja, kistari kirefu, long dash. Kistari kirefu huwa kirefu kushinda kistari kifupi. Kistari kirefu hutumika kutoa maelezo zaidi. Mfano, nilikutana na mwalimu wetu ambaye alitufunza darasa la nane sokoni, baraki akinunua machungwa Kistari kirefu hutumika kuorodhesha hoja au vitu. Mfano, aina za matunda: moja. maembe, mbili. maparachichi, machungwa, matikiti maji, ndizi. Alama ya kumi na mbili, hisi, exclamation mark. Hisi hutumika kuingiza tanakali za sauti. Mfano, ameanguka pu! Hisi hutumika kuonyesha hisia kama vile hasira, furaha au mshangao. Mifano: hure, hoye, ala. Hisi hutumika kutoa amri, mfano toka hapo. Alama ya kumi na tatu nukta mbili, full colon. Nukta mbili huonyesha mada katika barua au kumbukumbu kumbu. Tazama mifano hiyo Nukta mbili hutumika kuonyesha saa. Mfano: alitoka saa sita na dakika ishirini mchana. Nukta mbili hutumika kunukuu ukurasa wa Bibilia. Mfano: katika kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa pili hadi tano Bibilia inasema. Nukta mbili hutumika kuonyesha sababu au matokeo ya kitu. Mfano: mwalimu alitufunza kuimba jana, sasa najua kuimba vizuri. Nukta mbili hutumika katika uandishi wa tamthilia kuonyesha maneno ya msemaji. Tazama mfano huu. Nukta mbili hutumika katika uandishi wa tamthilia kuonyesha maneno ya msemaji. Tazama mfano huu. Nukta mbili hutumika katika uandishi wa kumbukumbu wa -kumbu za mkutano. Nukta mbili hutumika katika uandishi wa kumbukumbu -kumbu za mkutano. Nukta mbili hutumika kutanguliza orodha. Mfano, babu alituletea matunda mengi, maembe, ndizi, machungwa, mapera na kiwi. Nukta mbili hutumika kutanguliza orodha. Mfano, babu alituletea matunda mengi, maembe, ndizi, machungwa, mapera na kiwi. Alama ya kumi na nne dukuduku, ellipsis dukuduku duku hutumika kuonyesha maneno yameachwa. Inaweza kuwa yameachwa mwishoni, msh au mwanzoni. Mfano, polepole pole, kuna maneno ambayo hayajakamilika. Pili, tunaona kwamba kwanza kuna maneno ambayo yameachwa, ndiposa mwandishi akaendeleza marejeo ningamani. Dukuduku hutumika kukatiza usemi au kauli. Alama ya kumi na nne dukuduku Ellipsis dukuduku duku hutumika kuonyesha maneno yameachwa. Inaweza kuwa yameachwa mwishoni au mwanzoni. Mfano polepole pole, kuna maneno ambayo hayajakamilika. Pili tunaona kwamba, kwanza kuna maneno ambayo yameachwa, niposa mwandishi akaendeleza marejeo ningamani. Dukuduku hutumika kukatiza usemi au kauli.